Swali jingine divi. Asante kwa swali ndugu Kuringe Mungi, umeuliza kuhusiana na eh, jimbo la Dodoma Mjini lilogawanya na kuongeza jimbo la Mtumba. Jimbo la Mtumba limemegwa kutoka kwenye jimbo la Dodoma mjini na jina la jimbo linalobaki ni hilo hilo Dodoma mjini. Na swali hilo toka kwa Malongo Mbeho wa Msiwa Miladayo, e, jibu lake ni hilo hilo uh, tumejibu kwa, do, kwa, kwa Dodoma mjini, lakini lipo jimbo kama Mbeya mjini limemegwa, ikaanza jimbo la Uyole na linalobaki linaitwa Mbeya mjini, hivyo hivyo kama ilivyokuwa Dodoma. Naam, mtazamaji wa Uchaguzi TV, ulikuwa unafuatilia matangazo mubashara, ambapo mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Jaji wa mahakama ya rufani, Mheshimiwa Jacob Simombegele ametangaza majimbo mapya ya uchaguzi na yale yaliyobadilishwa majina kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Mimi ni Shafiru Makosa, asante na kwa heri.